Uadilifu ni nguzo muhimu sana katika maendeleo na nyinyi ndio vinara katika kuwezesha haya yakatokea, na ndio kufanya utawala bora uweze kuwa hai. Ni matumaini yangu kuwa kushiriki kwenu ukamilifu, katika kila mjadala na katika shughuli zote ambazo zinajitokeza, zina nitaweza kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanakuwa chanya kuchangia mawazo yenu, kwa sababu najua hapa wengi wanaweza wakawa wakufunzi kabisa, sio wanaweza, ni wakufunzi kutokana na uzoefu wao na maarifa na maadili ambayo wamekuwa yakisimamia katika maeneo yenu. Kwa hivyo mimi na uhakika hapa itakuwa zaidi kubadilishana uzoefu. Hakuna kipi ambacho mtaambiwa ambacho tayari hamkijui, itakuwa ni ku- kushare uzoefu na changamoto mnazokumbana nazo, lakini pia kuhakikisha kwamba mnakuja mna sasa na mikakati ya ufusa ambayo inaweza kuchangia kuboresha zaidi kile ambacho tunakifanya huko katika maeneo yetu. Ndugu zangu, lengo letu hapa kama ambavyo wenzetu wa maadili wanategemea si tu kupata maarifa kutoka kwa wataalam, bali pia kuwezesha ubadilishanaji wa ma, mawazo lakini vile vile vilevile uh, kuhakikisha kwa kwamba fursa hii ya kujifunza kutoka kwa wenzako ni thamani sana, au kutoka kwa wenzetu ni thamani sana, na kila mmoja wetu kama nilivyosema, na mchango wa kipekee, na ni kwa kubadilishana uzoefu huu ndipo tutajenga misingi imara zaidi kwa utawala bora kwa faida ya taifa letu. Ndugu viongozi, sote tunashuhudia kuwa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu ameweka umuhimu mkubwa sana katika suala hili zima la maadili na utawala bora, kwa maana kila wakati kunakuwa na maboresho. Hivi majuzi tu mwishoni pale, wakati tunaenda mwisho wa mwaka, tukaona tunaingia sasa kujaza ma fomu zetu za mali kupitia mtandao, ilituangaisha kweli, lakini tunashukuru tumevuka, na ndio maana sasa kila kitu kinakuwa ni serikali mtandaoni kwenye mfumo. Ukitaka manunuzi sasa hivi unaingia kwenye nesi, ukitaka mfumo wa malipo muse, ukitaka si mfumo wa mapato tausi, na sasa ukitaka kujaza fomu zako za maadili, unaingia kwenye mfumo wa maadili ya serikali ya ya utumishi wa umma. Kwa hivyo ni maboresho makubwa, na lengo kwa kweli ni kuhakikisha kwamba ufuatiliaji unafanyika zaidi. Ni rahisi kufuatilia ukiwa kwenye mfumo kuliko pale tulipokuwa tunafanya kwenye ma, makaratasi na kuanza kuingizwa tena kwenye mfumo, na hivyo yote hiyo ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha uh, taswira nzima na utamaduni huu wa kimaadili na kiuadilifu. Kwa mafunzo haya, serikali itafanya ufuatiliaji wa karibu baada ya mafunzo mtakayopata na kuhakikisha kwamba mabadiliko chanya ya kimaadili na kiutendaji katika taasisi zetu. Mafunzo haya si tu kwa ajili ya kupata vyeti, bali ni uwekezaji katika mustakabali wa nchi yetu. Tutategemea kuona mabadiliko halisi na uendelevu yatakayoleta tija kwa wananchi na kuimarisha imani yao kwa taasisi za umma.